Waandishi wa habari karibuni, tena katika ofisi zetu za TAKUKURU mkoa wa Ruvuma. Kama ilivyo ada ya kazi zetu za ta TAKUKURU, tuna wajibu pia wa kutoa taarifa ya utendaji kazi kwa umma, yani kwa wananchi kwa ujumla. Hivyo ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Ruvuma, leo hii niko mbele yenu kutoa taarifa ya utendaji kazi kwa kipindi cha miezi mitatu, yani robo yetu ya tatu ya mwaka wa fedha 2024/25 kwa maana ya kipindi cha Januari hadi Machi 2025. Taarifa inayowasilisha leo inahusu mafanikio katika utendaji wa mkoa wa Ruvuma kwa kipindi hicho. Taarifa hii iliwezesha kupatikana kwa fedha ambazo ni makusanyo ya halmashauri ya wilaya ya Songea. Fedha hizo ambazo ni kiasi cha milioni 9.2 za makusanyo ya mapato katika vyanzo mbalimbali zilikusanywa na mawakala huko katika halmashauri yetu ya wilaya ya Songea kupitia mifumo ya elektroniki na hazikuwasilishwa benki kwa wakati kama taratibu zinavyotaka. Hivyo baada ya TAKUKURU kufanya ufuatiliaji wa fedha hizo ziliweza kuwasilishwa benki kama taratibu zinavyotaka, kiasi hicho cha milioni 9.2. Aidha, ufuatiliaji huu umewezesha pia kuongezeka kwa makusanyo katika halmashauri ya wilaya ya Songea. Wakati sisi tunafanya ufuatiliaji tulikuta makusanyo yao yako chini ya 50%. Hivyo sisi baada ya kufuatilia na kufanya utafiti sasa wameweza kufikia asilimia 100.6 102.6 ya makusanyo ambayo yanatumia mifumo hii ya kielektroniki. Katika hatua nyingine, tumetoa ushauri wa kurekebisha mapungufu kwenye miradi mitatu ambayo tulifuatilia tukakuta ina mapungufu. Miradi hiyo ilikuwa na thamani ya milioni 29.9 na mapungufu hayo yalifanyiwa ya marekebisho. Miradi hiyo ilikuwa kwenye sekta ya miundombinu, sekta ya kilimo na sekta ya fedha. Pia katika kufanya kazi zetu katika kipindi hiki, ofisi iliweza kufanya chambuzi za mifumo tatu pamoja na washa tatu na kuweza kukaa na wadau kwa ajili ya kuwekeana maazimio ya kuzima kuziba mianya ya rushwa kwenye hizo washa. Jumla ya maazimio 16 yalifikiwa kwenye hizo washa zetu tatu, na ambapo tutafanya ufuatiliaji katika kipindi hiki tunachoendelea nacho, tuone yale maazimio utekelezaji wake umefikia wapi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe like, kushare na kucomment.